Kule Zanzibar wanaendelea vizuri. Zanzibar kule si wamefanyaje wenyewe, wako kwenye uchaguzi, wanaendelea vizuri. Wapinzani wana wanaendelea na wengine wanaendelea. Huku kumekuwa na shida. Kwa hiyo mimi kabisa nasema waziwazi kwamba makanisa hayajafunguliwa mpaka leo. Tuko kwenye vyombo vya haki kwa muda wa miezi mitano, haki haijapatikana bado. Waumini wako wanazagaa milioni tatu wako mtaani, wananiuliza tufanyeje. Unategemea nini? Mahala ambapo mtu anaonewa, anatumia chombo cha haki kuipata haki, hawezi kuipata kwa wakati, unategemea huyu mtu atafanya nini? Kwa hiyo nina, ninaomba sana vyombo vya haki viweze kufikiri na kuona namna ya kutoa haki ili watu wasife moyo. Ni muhimu sana sana sana. Watekaji wanaweza kufikiri wako salama. Mimi ni muumini wa Biblia. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na tatu mstari wa kumi inasema hivi mtu, akichukua mateka atachukuliwa mateka, na mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Mambo ambayo mnayafanya kwa watu gizani, mambo yale yale miaka ijayo Mungu ataruhusu wafanywe watoto wenu mchana kweupe. Mwanzo sura ya tisa mstari wa sita inasema, yeye atakayemwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo naye itamwagwa na mwanadamu, maana kwa sura yangu nilimuumba mwanadamu. Nchi inapoanza kumwaga damu za watu wasio na hatia, wewe Waislamu, wewe Wakristo, wewe hawana dini, nchi inaingia kwenye laana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kuepuka jambo hili. Wale wakristo wa bibilia, mtafahamu vizuri Bwana Yesu alipokamatwa kama unavyojua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili. Alipokamatwa, mwanafunzi wake mmoja anaitwa Petro akachukua upanga akamfyeka mkamataji. Lengo lake lilikuwa zuri, wanamkamata bwana wangu, niwafyeke na wao. Bwana Yesu akamwambia Petro, ulichokifanya ni kizuri, unanitetea mimi na kuniondoa kwenye tatizo kwa kutumia upanga, lakini mimi nakupenda ile Mathayo 26 mstari wa 52, Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wowote wa waushikao upanga wataangamia kwa huo. Maana yake anayeua kwa panga na atakatwa panga. Na habari kwa nyie watekaji, acheni, na wale mliowateka waachieni, mwachieni polepole, release polepole, pole, mwachieni polepole. Kama hayupo mtuambie, waachieni. Wengine ambao mmewateka waachieni. Mtaifanya nchi iwe mahala pabaya.